Watoto wa Mungu wanaishi kwa neno la Mungu. Biblia, neno la Mungu, ni kitabu kinachowaelimisha siku zote kufanya lililo sawa na kinachowafanya mwe wenye hekima katika kupokea baraka. Kuishi kupatana na Biblia huwawezesha kuvaa utu mpya na kuishi maisha yanayofaa. Akuwa watu wa ulimwengu hawajifunzi neno la Mungu, wala kuishi kulingana nalo, na wanajihusisha katika ufisadi, matendo yasiyo na wema na mwenendo usio na upendo, wakisababisha walichokusanya maishani kupotea mara moja. Msipojitoa kwa neno la Mungu, mawazo ya kilimwengu yatapenya ndani yenu. Ndiyo maana Mungu anawaagiza mjizamishe katika neno lake na kutenda kwa utauwa. Kwa kuona kusikia na kutenda kulingana na neno la Mungu linaloongoza kwenye utauwa na maisha ya haki, mnaweza kupokea upendo wokovu na baraka za Mungu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Vaini utu mpya kupitia neno la Mungu na mzaliwe upya, mkijitayarisha kwa ajili ya ufalme wa mbinguni kabla ya kukutana na Mungu Ahnsahnghong. Huenda mliishi maisha magumu na kufuata njia ya watu wapotovu pamoja na marafiki wa kidunia, lakini kwa kuwa sasa mmekuwa watu wa Mungu, hampaswi kuendelea katika njia hiyo. Mkikasirika msitende dhambi, wala jua lisichwe mkiwa bado mmekasirika. Msitumie maneno makali au yenye kudhuru, wala kujihusisha katika ugomvi. Badala yake, semeni maneno mazuri, kama zeri inayotuliza au asali na maneno ya shukrani. Kuweni wenye fadhili ninyi kwa ninyi na kusameheana. Pia msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Haya ni maneno ambayo Baba amewafundisha watoto wake ambao amewachagua kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Kujirekebisha kwa njia hii ndiyo maana ya kuzaliwa mara ya pili. Kuingia katika ufalme wa mbinguni lazima mzaliwe upya kwa uzuri. Pia, Mungu alisema kwamba ni lazima mshike sheria yake ili kuingia katika ufalme wa mbinguni na kwamba mkiungana katika upendo mmeitimiza sheria yote. Mnapopenda hamtendi uovu wala dhambi. Katika ulimwengu huu ambapo upendo umepoa, Mungu huunganisha wale waliojifikiria wenyewe tu kupitia upendo, naye anawapeleka kwenye ufalme wa mbinguni. Hivi sasa ulimwengu unateseka kwa sababu ya vita na maafa yanayotokana na tabia ya nchi. Katika nyakati kama hizo, Baba aliwaagiza mhubiri kwa bidii Pasaka ya Agano Jipya ambayo inawaokoa watu dhidi ya maafa na kuwapa uzima wa milele ili kwamba wao pia waweze kukimbilia Sayuni kwa haraka kabla ya maafa kutokea. Lazima muongoze hao watu wenye kusikitisha ambao hawajui lini wanaweza kufa kwenye wokovu. Kwa kuwa mwili na damu ya Mungu hutuingia kwa njia ya Pasaka, mnapoona mtu akifa, mtasukumwa na huruma na kutamani kuokoa maisha yake. ni kwa sababu upendo wa Mungu aliyewahurumia kufa badala yenu na kuwaokoa unatenda kazi. Hakuna upendo wa dhati zaidi kuliko upendo wa Pasaka unaotufundisha njia ya kupokea uzima wa milele na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kutimiza huo upendo lazima muwe na subira, kama ilivyoandikwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Lazima muwe wapole, msiwe wenye wivu, wenye majivuno, wenye kiburi au wafidhuli. Kutokusalimia au kutoitikia salamu pia huchukuliwa kuwa tabia mbaya ya kukosa adabu. Mnaweza kutoa udhuru kwa tabia hii kwa mtoto, lakini ikiwa mtu mzima anashindwa kuwasalimia mara nyingi, watu husema wazazi wake hawakumfundisha ipasavyo. Napokuwa lazima muachane na njia za kitoto. Hampaswi kutafuta faida yenu peke yenu, bali faida ya wengine. Msifurahi katika ukosefu wa haki wala msifurahie yale yanayodhuru wengine bali ombeni kwa huruma na kuweni na subira hata mtu anapochochea hasira ndani yenu. Upendo ni mkubwa kuliko yote. Ninawezaje kuifurahisha nafsi hii na kujenga imani yake? Ninawezaje kuongea kwa uchangamfu ili kumfariji? Ninawezaje kuwasaidia waokolewe? Lazima siku zote mwafikirie wengine kwa njia hii. Waumini wetu wanapoungana katika upendo na kutenda matendo mema ulimwenguni pote, utukufu wa Mungu unaonyeshwa. Matendo yenu mazuri na ya unyoofu yanakuwa mavazi mazuri ya Mungu. Matendo hayo yanaongoza kila mtu, yakileta amani na upendo ulimwenguni na pia kuokoa nafsi nyingi. Tafadhali mwe kitani safi ya Mungu kupitia matendo yenu mazuri na mpeni Mungu utukufu mwingi. Pia tafadhali fundisheni wengi Pasaka ya Agano Jipya, wafanyeni viumbe wapya na kuwaongoza kwenye ufalme wa mbinguni.